Kuna mama ni kama Gideon umejificha kwenye mapango kwa muda mrefu, lakini nimetumwa kama yule malaika wa Bwana aliyetumwa aliyemwendea ya Gideon akamwambia, e, Gideon shujaa. Alikuwa amejificha kwenye mapango na ajui kama ye ni shujaa. Kuna mama umejificha kwenye pango la maumivu, kuna mama umejificha kwenye pango la aibu. Inawezekana ulizaa kabla ya ndoa, inawezekana umeachika, inawezekana biashara yako ilianguka, na umejificha kwenye pango la aibu kwa sababu umeshindwa ma mahali Fulani, fulani. Kwa sababu umeju, kuna namna kuna mahali uliharibu na umejificha Gideoni, nimekuja kama malaika wa Bwana nikuambie toka kwenye ile pango i eh, Gideoni shujaa, wewe ni shujaa wa Bwana, wewe ni shujaa wa Bwana. Na ndio maana bado uko hai, na ndio maana bado unapumua, kwa sababu bado mbingu zinakutegemea, kwa sababu bado mbingu zina assignment na wewe, kwa sababu wewe unafikiri umemaliza, lakini Mungu bado hajamaliza. arande bash la basaya. Toka kwenye hilo pango kwa jina la Yesu, toka kwenye hilo kaburi Lazaro, kwa jina la Yesu. Muda wako wa kunyamaza bado, muda wako wa kupotea bado, muda wako wa kuto kuonekana bado. Kama sasa toka kwenye ilo pango katika jina la Yesu ayande basula baranda bashaya rikande basutaraaa. Ni majira yako ya kuinuka tena. Wewe ni mji uliowekwa juu ya kilima, hauwezi kuendelea kufichika, hauwezi kuendelea kusitirika. Wewe ni mji uliowekwa juu ya kilima, ayaka barade dadadada. Oh, pokea nguvu Gidioni, pokea nguvu za kutoka mapangoni, poke pokea nguvu mwana wa Mungu pokea, pokea nguvu, pokea nguvu, pokea nguvu. Tanzania inakungoja, ah, Afrika inakungoja, dunia nzima inakungoja. Ni wewe utaenda mataifa, ni wewe utaenda Uturuki, ni wewe utaenda China. Oh, ya karada bashada ekazula baraka. Tangaza kwenye ulimwengu wa roho ya kwamba haya ni majira yangu, tangaza kwenye ulimwengu wa roho ya a biashara yangu tangaza tangaza kwenye ulimwengu wa roho taja majina yako matatu tangaza tangaza tangaza acha ulimwengu wa giza usikie acha mapepo yasikie acha kusimu isikie acha maroho ya ukoo wako yasikie taja majina yako matatu tangaza ya kwamba ni majira haya ni majira yangu haya ni majira yangu ayara ekaabarada